Unajua kwenye biashara kuna kitu kinaitwa riski Shaone. na hii riski sehemu kuu mbili, una riski teka na riski ya vasa. Kama vasa yaani, kuna mmoja yeye anakuwa riski teka, riski teka huyo anakuwa, yani ana uwezo wa kufanya biashara Regardless mazingira ya kodi. Sona. Lakini mwengine, ona lakini mwingine akiona kuna riski yeye ana, ana even malaka mm -hmm. Anajiepusha. Sasa kawaida wasomi wanakuwa ni watu ambao, sasa msomi maanaake anajua hapa labda unaweza ukapata yes hasara yes, au hivi. Kwa hivyo unakuta yeye sana anakuwa ni riski ana anakwepa ana, ana, ana ile riski ambayo tukuwa inatokezea wakati wa biashara. Sasa mtu mwingine wa kawaida yeye haogopi riski, hajui haya. Unajua, sometimes hata tuseme kwenye yanapotokezea maradhi ya mfuko, tuseme kama mfano ilivyokuja kipindi cha <coughs> kipindi cha korona, wale wenye tunotumia hizi simu Ukishaona okay, kuna mripuko kuna nini, kwa hivyo unaingia ile hofu, lakini kwa yule aliyokuwa hana hana simu hayajui mambo duniani wanaendaje, unaweza ukamkuta anatembea tu hivi, so unasema yule anatembeaje, anamgusa yule mtu, yeye hana habari. Kwa hivyo huyu na yule ambaye anakuwa na knowledge anakuwa ndo moga, akisikia mi hapa, mara unaweza ukafeli ana mimi kija kufeli shilingi za pesa zangu, anaanza bora sifanyi biashara hii, mara mtu fulani akafeli. Kwa hivyo hivo, ee, anakuwa anaogopa kuingia kwenda ku struggle kwenye risk. Sasa huyu mwingine yeye anaingia, mimi hapa mai, anafanya biashara, amefeli, najaribu tena, akifeli anajaribu tena, na hiyo biashara ndio inavyotakiwa iwe, manake usiogope ile risk ambayo Inakuwepo, lazima ujue uh, ile biashara yako. Alafu wajue wewe watu gani ambao utaenda kuwafanyia kuwa, manake wanapita ni watu gani ambao wanataka. Sasa, sasa nyingine tunasema kwenye biashara, watu wengine wanasema business manake ni iko by, by nature, manake, hai, hai. Sasa wale ndio by nature wanaweza ku Ingia. Lakini sisi wa, wa, wa, wa, wasomi sana unakuta tunaogopa kuingia, kwenye utamwambia mtu, na ndo maana unakuta wasomi sasa ndo wanajiriwa kwenye hizo biashara <tuhu> na kwa vizuri, lakini ukimpa yeye kidogo ye mwenyewe anakimbia, kwa sababu mecha rani yake yeye, ni, ni mtu ambaye ana anakwepa ile, ni kuwa tunasema ni certified public accountant kwamba wewe umekuwa unatambulika sasa kwamba wewe ni muhasibu sasa. Muhasibu ni tofauti na, na fildi nyingine, maana ukiwa utambulike wewe ni muhasibu lazima uende kusit kwenye hizo ea ambazo, sasa ukitoka ukifaulu, kuna bodi kama hapa, ipo NBA Tanzania na kwa Zanzibar tayari imeanzishwa bodi ya za ambao hizi ndio wanatoa hizo, wanakuthibitisha wewe kama una qualified kuwa urasibu kwa hivyo, hicho ni, ni cheo ambacho kinapatikana kutokana na recognized body ambazo zipo kwenye nchi au kimataifa. Kwa huko kuna CA na nyingine hizo. Sasa kwenye muktadha wa hizi biashara, ukuaji wa biashara eh? Online marketing. Hii tunasema inakuwa ni kama integration. Manaake inazingatia watu wa IT, teknolojia kuongezeka, lakini pia kwenye masomo haya ya biashara ambayo tunasema masomo ya marketing yote ni ndio yanapelekea kukua kwenye hili zao la, la online marketing. Hata kwa Zanzibar kwenye WhatsApp unakuta kuna haukosi mtu magrupu matano hata kama wewe wetaki unajikuta tu tayari usha ediwa. Ile ni, ni, ni, ni, ni, ni teknolojia ya kuongezeka by nature, maana yake kama alivyosema Dr. Abubakar hapa kuhusiana na teknoloji, lakini vile vile wale ambao wanatoka kwenye marketing ndio wanakuwa wazuri zaidi, kwa sababu ukitoka kwenye skuli ya biashara kuna masomo katika program zao kuna masomo ya marketing na kuna muda katika kuwawezesha vile vijana kuweza kufanya biashara maanake wana kuna una time, wana, wana, wana, wana, wana wiki fulani watu wanauza biashara zao zote kuweza ku, kuwa change zile mindset za, lakini kwenye suala la, la, la skuli ya biashara mbali ya kwamba ajira kufanya creation ya ajira online marketing pia wao wenyewe wana, wanatoa watu tunasema, wanatoa ile competent base ambao wanafunzi wanaotoka pale au vijana wanaotoka pale, wahitimu wanakwenda sasa kuajiriwa hata katika private sector. Kwa mfano katika skuli ya biashara ya, ya Suza na almost skuli nyingi za, za biashara wanatoa wasibu, wakaguzi, watu wa manunuzi, watu wa masoko na kuna kozi ambayo tunaita hapa SUZA tunayo ya ICT with accounting, yeah, ambayo hiyo inakuwa sasa, anayetoka mle anakuwa amebobea kwenye IT au mambo ya teknolojia, lakini pia anakuwa amebobea katika masuala ya uhasibu. Kwa hivyo anakuwa mko mzuri zaidi. Lakini sasa hawa wote hawa ambao wanatoka wahasibu, wakaguzi, wana uwezo wa kuajirika katika taasisi za binafsi na taasisi za kiserikali. Yaani, wana uwezo wa kujiajiri wao no wenyewe ndio. Kama unavyoona huko kuna mbali ya hizo online, kuna consultant team nyingi ambazo wameanzisha wanafunzi wetu, manake zamani ilikuwa consultant team, ukitaka accounting consultant lazima ukamchukue bada ndio unazikuta huko ziko accounting consultant nyingi lakini sasa hivi hapa Zanzibar ukienda mjini Wano, wana iaa waboo uh, consultant ambao, kwa sababu kuna ongezeko kubwa la biashara Zanzibar, na tunajua watu wa ZRA ambao ni wanaokusanya wana ka, wa kodi kama VAT au stamp duty. Kwa hivyo kwenye kufaili return wanahitajika watu ambao wana, wana knowledge. Sasa wale wahasibu ambao wanatoka pale wanaenda ku kuanzisha hizi filmu ambazo sasa wanaenda kuwatafuta ku, ku hawa wafanyabiashara kwa ajili ya kuwafaili return za ZRA na TRA na any compliance ambazo zina associated na, na, na, na business, lakini pia sasa wafanya uh, wahitimu wameweza kuajiriwa katika taasisi za binafsi. Unakuta haya mahoteli mengi wazimani wahasibu unakuta ni watu ambao wanatoka aidha Tanzania bara au nje ya Tanzania. Lakini sasa hivi wahasibu unakuta wapo Wazanzibari, na ukitizama unakuta wengine wametoka katika chuo chetu cha Suza. Kuna mashirika hata ambale, unaenda kwenye hawa drop na hoteli nyingine unazikuta wapo wahasibu ambao iza, na ukiingia kwenye serikali sasa, huko ndio unakukuta sasa mazao <coughs> Ya, ya, ya. Na unaambiwa kwa ni mtoto hata akienda kufanya field pale katika taasisi binafsi na za serikali na huyo anatoka yani, uko level ndogo lakini yuko competent, maana yake anavijua sasa hivi vitu. Kwa hivyo hiyo ndo tunachoenda kuitoa ile practical pamoja skills, maana yake ambayo yuko ya, ya vitendo, kwa sababu wamesomeshwa textbook ambazo hizo wanafundishwa wana, wana wao vipi watafai militani, vipi watamwingizia data za huyo uh, customer wao, client wao, regarding to the accounting.